Yombo manumbu, unashtakiwa kwa makosa matatu. Moja, kuuzia watu ustali unaotumia kupikia mafuta ya transformer. Ha? Mbili, watu wameshuhudia ngozi za wanyama nyumbani kwako kama vile kenge, nyoka, mijusi pamoja na paka. Na vyote kutokana na mashtaka inaonesha ulikuwa unawalisha watu nyama za wanyama hao. Kumbe ni wanyama nilijua wadudu. Kwani wanaofaa kuliwa ni wanyama wadudu. Hebu kele wewe. Tatu, Eneo lako la biashara pamoja na nyumba yako havitumii sola. Havina umeme wa taifa yani luku, ila nyumba yako inawaka umeme. Utayambia mahakama umeme umetolea wapi? Wakili, endeleza mashitaka. Asante ah, ah, sana ndugu hakimu, kunipa nafasi hii ah, hii kesi ni ngumu kidogo kwa sababu mshtakiwa anatuhumiwa makosa matatu. Hivyo tutaanza na kosa la kwanza ambalo ni la kulisha watu nyama zisizofaa wa kuliwa. Hamli nyie, msisemee wateja wangu. Hebu kele wewe, tangu lini mtu akala kenge? Bila mimi ungejua? Aha, kwa hiyo ni kweli ulikuwa unawalisha? Kila kitu hapo na sababu zake. Kwanza mbona, mwanzo alikuwa anakula vizuri, hizo kenge zao alianza kula za sasa hivi? Hivi uchumi ulivyoanza kuniumbia. Alafu mbona hawajafa jamani, kwani kosa langu mimi liko wapi? Mshtakiwa, wewe si mtu mzima? Ndio, sifai kuongea. Kimya, jibu swali ambalo akili anakuuliza. Mbona unataka kufanya kesi iwe ngumu na ndo mwanzoni? Hebu akili, endelea. Mwanzo ulikuwa unawalisha nini? A, kabla ya kuacha mbwa alikuwa anakula nyama ya ng'ombe. E, nilikuwa naenda kuzoa machinjoni, zipo kibao huko.

Ni muda gani umeanza kulisha watu hizo nyama? Mm. Nadhani na muda mrefu sasa na karibia mwaka. Nisha choma magamba kibao. Hayo ameabadilisha kwa sababu alikuwa miezi miwili. Unadhani ningeachoma na hayo ningepata chochote cha kunja kujishahidisha? Ah. Mimi nilijua ni mwezi tu wa Ramadhani. Kumbe ni mwaka mzima unao, kabisa ni mzoefu kazini Sacha. ukushangaza nini? Nyoka au kenge ujai kuwaona, na uliko na watu wapi kuwatega? Mbona raisi kama yupi wataka ni kueleze. <laughs> Nyoka nyoka na kenge na wategea mbuzi, ila hivi vinyoka vidogo vidogo shuti vya kijani vile ambavyo wanasemaga sijui yoso vikorofi sijui upako vichokoze hivu na vibebaga vizuli, sasa kwa sababu vina juwaga mina pita <laughs> ila haya machatu mbuzi mmoja tu, kenge na mbuzi tu, na mtegea mbuzi yee, yani ya kimsogelea tu na analambwa na mtego mtego mmoja mkali huo, ukimkuta haombi maji, ukifika ni kuchuna tu. Kwa hiyo unawalisha watu vitu vya vi haramu. Cha haramu nini hapo? nimemtega nguruwe. Tofauti yangu mimi na wa, ni wanyama wangu tu, hawaangalii kibula. Wakifa waangalii kibula? hayalikenge liyepatwa na mtego limekufa, roho juu, limeangalia macho juu mbinguni huko, unafanyeje sasa? lichatu ndo hilo. Huo muda wa kumwangazisha kibula unautolea wapi? kama cha kumeza wakili, ingia kesi ya pili, tatoka usiku hapa. Kwa hiyo ni kweli ulikuwa unawalisha watu nyama za wanyama wasioliwa? Hey, tena wanapenda za ukaanga hasa mijusi inakwaga ina kama daga wa kamba. Ah, kwa hiyo hawa ukaanga ndoakangia na mafuta ya transforma. Hiyo ndio nilijiandaa kubisha. Ushaanza kesi ya pili au ndio ile ile? Nimeunganisha, ina maana ulikuwa unapikia mafuta ya transforma. Transforma gani? Unamuuliza nani shahidi aliyeniona <laughs>